tunatumia mtandao kila siku, saa tatu tulikuwa kadhaa, tunapungua tunaongezeka, lakini Yesu ni Bwana. Aleluya. omboleza tukamlilia Bwana na Bwana akasikia. Hali ya nchi si nzuri, ndugu zangu, hali ya nchi ni mbaya yeah, yeah, yeah. nitoe microphone jana jana yeah. yes. nimekuja uh-huh. jana jioni oh, siku, siku. Yeah. lakini jana pale nyumbani tulipokea mambo